Jaji Kiongozi Mahakama Kuu ya Tanzania Dkt. Mustafa Siani amewataka mawakili nchini kuacha kutanguliza mbele maslahi ya wateja wao na badala yake kuzingatia utoaji wa haki kwa wakati, ikiwa ni pamoja na kupitia mapingamizi ya awali, hali itakayosaidia kusimamia haki ipatikane kwa wakati. Tupate taarifa kamili. Ametoa agizo hilo leo jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya ugawaji tuzo kwa wadau wa usuluhishi nchini, ambapo pia amewasihi mawakili pamoja na wananchi kwa ujumla kutumia njia za usuluhishi katika kutatua migogoro yao ili kuepusha upotevu wa muda na rasilimali fedha. Mbinu za kiufundi kupitia mapingamizi ya awali pamoja na umuhimu wake napaswa kutazamwa katika jicho la haki. Mapingamizi haya hayamalizi mashauri, yanachelewesha mchakato wa haki. Kwa upande wake, Jaji mfawidhi wa kituo cha usuluhishi cha mahakama ya Tanzania, Zahara Maruma, amesema kwa mwaka 2025 mahakama kuu, kituo cha usuluhishi, ilipokea mashauri 342 kutoka mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam na divisheni ya ardhi. Katika kipindi hiki, kituo kilifanikiwa kufanya upatanishi wa jumla ya mashauri 77 yenye thamani ya shilingi za Kitanzania Nao baadhi ya wasuluhishi walioshinda tuzo hizo akiwemo Eric Mukiza pamoja na Fortunata Muzee wameelezea baadhi ya changamoto wanazokabiliana nazo wakati wa kutumia njia za usuluhishi pindi wanapotatua migogoro mbalimbali kwenye jamii. Leo bado ni mdogo, upo chini sana. Wananchi bado wana njia moja tu kwamba wanafikiri kupata haki ni kwenda mahakamani peke yake. Kwao sisi tuna jukumu kubwa ya kuelimisha umma kwamba njia rahisi ya kupata haki ya uhakika kabisa ni katika njia ya usuluhishi. Watu wengi wanapokuja kwenye mashauri wanakuwa na mitazamo yao. Yaani anaamini kile anachokidai ndio anastahili kukipata. Kwa hiyo ukimpeleka katika hatua ya usuluhishi inakuwa ni changamoto kidogo kuweza kubadilisha kile ambacho tayari amejijengea kutoka amejijengea kilini